Tuna miaka zaidi ya kumi barabara mna likorongo tu kubwa, katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa Novemba elfu mbili na ishirini na tano. Utekelezaji wa miradi umeanza kutekelezwa, barabara ile imetengenezwa kwa sababu ni barabara muhimu sana, huku matumbo ya wanasiasa yakiwa kamoto juu ya ule usemi usemao kuwa ahadi ni deni. Na hapa na kukutanisha na Bwana Hamisi Saidi Betese, diwani wa kata ya Bangwe mkoani Kigoma, ambaye ameonyesha juhudi katika ujenzi wa barabara ya kata hiyo zaidi ya milioni 123 ambacho kinatekelezwa kwa ukubwa wa kilometa kilometa moja pointi tatu pointi zero tatu, lakini pia kuna daraja kubwa kwenye eneo la mto Nyarumanga ambalo mpaka sasa hivi linajengwa. Wananchi wa mji mpya walikuwa hawana barabara ya aina yoyote ambayo inatekelezwa, lakini tayari hiyo barabara imefanya nini, imetekelezwa ndani ya kata ya Bangwe mtaa wa Kamara wananchi wa mji mpya waweze kutoka shule ya msingi Bango au wakitoka Kigoma, wakitoka labda Maweni, wakitoka maeneo ya aina yoyote waweze kufika nyumbani kwao kwa magari, kwa sababu ndiyo maana panaitwa mji mji mpya. Ni mji ambao unaendelea mpya kabisa, ambao una nyumba nyingi, una watu wengi. Kwa hiyo kimsingi, barabara ndizo zilizokuwa bado. Wameanza kuitengeneza barabara hiyo ambayo ina urefu huo niliyoutaja, pamoja na karabati lake pale barabara inapoishia lipo korongo lingine kubwa ambalo serikali tumeiomba kuanzia mwakani mwaka wa fedha, kama ikimpendeza Mwenyezi Mungu, serikali pia itatutengenezea daraja la pale na kuunganisha barabara ile ili iweze kufika kwenda Maweni kwa mkono wa kulia. Lakini barabara hiyo ikiunganishwa na hilo karavati la mwisho au, au daraja la mwisho itafika Mwanga kwa mkono wa kushoto. Wanafunzi wale hawana eneo la kuvukia kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya makorongo yaliyopo. Kwa hiyo utengenezaji wa hiyo barabara, kama likitengenezwa hili karavati la mwisho kwenye hili korongo ambalo ndiko barabara imefika kwa sasa, maana yake itasaidia wanafunzi watoto wa shule kuvuka kwenda Kilima Hewa. Kanyuka TV haikuweza kuishia hapo. Juhudi za kuwatafuta wananchi wa kata hiyo zikaanza <tipa> toka Kigoma mjini kuelekea mji mpya ambapo ndipo ujenzi wa barabara hiyo pamoja na daraja kubwa unatekelezwa. Hakika wananchi hawa hawakuamini kile kilichotokea. Ulikuwa ukija hata na usafiri kutoka mjini kuweza kufika nyumbani kwangu au kwa mwenzangu, ulikuwa uwezo ukafika mpaka ubakishe huko, kama kwenye takriban kilomita na kama kama kwenye mita 30 au 40 bila kufikisha mzigo nyumbani kwangu au chochote nilichokileta na kibebwa kwa kichwa kwa kuileta nyumbani kwangu. Hadi kwa sasa ikoje baada ya marekebisho matatu? Tunaona japokuwa bado yapo kwenye hatua wanaendelea na marekebisho kwa okay? Sasa kwanza niseme namshukuru Mungu tayari kwa marekebisho tu mafupi, leo unaingia mpaka uwani kwangu pasipokuwa naza pikipiki piki, gari au chochote na uwezo wa kuingia uwani kwangu pasipokuwa na adha, na kama nikakitu ni kukahemea, nafikisha moja kwa moja uwani kwangu. Kata ya Bangwe ni miongoni mwa mji mpya uliopo pembezoni mwa mkoa wa Kigoma katika kipindi hiki cha mwaka wa elfu mbili na na tano, hatimaye wananchi wameweza kushuhudia mwanga angavu, ule mwanga wa asubuhi. Hapa tunamaanisha ujenzi wa barabara hii, ambapo hapo kabla hazikuweza kuwepo. kwa Ma majina yanaitwa Zainabu Mauridi, ni mkazi wa Kamala, mji mpya. Watu walikuwa wakinyanganywa simu wanapoenda kazini asubuhi. Mvua zikionyesha maji yanakuwa ni mengi, watoto wanasombwa na maji. Kwa kweli tunapopata hili daraja, tunamshukuru Mungu kwa sababu tumepata barabara ya kutoka mji mpya kwenda mji mwema na nyingine ambayo inatoka mji mpya kwenda Mwanga. Kwa kweli tunamshukuru sana diwani, ametuletea mambo mengi, na ambao wanamchukia diwani, Mwenyezi Mungu awazalirishe, wa awahuzunishe, kwa sababu tulikuwa za za, tulikuwa mji mpya hatuna zahanati, tumeletwa zahanati mji mpya tulikuwa hatuna soko tumeletewa soko. Mji mpya tulikuwa hatuna daraja tumeletewa daraja. Tuna miaka zaidi ya kumi barabara hamna, ilikorongo tu kubwa barabara hamna. Watu wakipita hapo asubuhi, wa wanaenda makazini, wananyanganywa simu, wanakabwa. Mvua zikinyesha watoto wanasombwa na maji, pia mvua zinaathiri nyumba za watu, zinabomoa nyumba za watu, saidia kwenye maporomoko ya maji. Maji yamepungua poromoko tofauti na mwanzo, mwanzo nyumba zilikuwa zinadondoka